Hatua ya watu kutotembea nje kwenye baadhi ya maeneo ya miji wa Los Angeles nchini Marekani imeanza kutekelezwa. Hatua hiyo ilitangazwa saa chache zilizopita na Meya ambaye ni Karen Bass, ili kuzuia visa vya waandamanaji kuvunja na kuharibu mali ya watu kwenye maeneo ya biashara. Nawatangazia wenyeji wa mji huu kufahamu kuwa nimetangaza amri ya watu kutotembea nje katika maeneo ya chini ya Los Angeles ili kuzuia wizi na uharibifu wa mali. Usiku wa jana, maduka ya biashara 23 zilivamiwa 23 limited, na kwa sasa ukiwa katika maeneo ya chini ya mji huu utaona hasara iliyojitokeza, namna biashara za watu zilivyoharibiwa. Meya mji wa Los Angeles Marekani, ambaye ni Karen Bass.